Naam, na baada ya kifo cha aliyekuwa kinara wa chama cha ODM Raila Odinga, chama hicho kime ama kilimteua kakake Oburu Odinga kuwa kinara wa ODM angalau kusukuma gurudumu la uongozi wa chama hicho lakini msukumo mkubwa wa viongozi wachanga kumrithi Odinga bado unaendelea kujitokeza, akiwemo Babu Owino, huku semi kinzani zikitawala chamani. Kwingineko, mgawanyiko pia umeshuhudiwa baadhi ya viongozi wakiunga mkono kusalia katika serikali jumuishi, wengine wakipinga kauli hiyo. Lakini je, ni nani atakayemrithi Raila Odinga na chama cha ODM kitasalia serikalini au kitakuwa na mgombea ifikapo mwaka wa 2027? Fellow Kenyans. Kwa miaka kadhaa, chama cha ODM kimekuwa na kiongozi shupavu aliyekuwa na wafuasi sugu na umaarufu zaidi, sio tu katika nyakati za uchaguzi bali siku nenda siku rudi. Uongozi wake Raila Odinga ulivutia makabila tofauti nchini, sio tu kutoka maeneo ya Nyanza bali karibu kila kona tofauti nchini, na kuwa mgombea maarufu na kiongozi aliyeshikilia upinzani na kuwa na usemi mkubwa. Ila baada ya kifo chake, ni nani haswa ataweza kujaza nafasi yake vilivyo ODM Chama cha ODM kile kilimteua Oburu Odinga kuwa kinara wa chama hicho, lakini bado pengo kubwa linaonekana kwa uwazi bila uwepo wa Raila Odinga. Kwa upande mwingine, viongozi shupavu wakipigiwa upato kuchukua nafasi ya Raila Odinga, akiwemo Babu Owino, jambo ambalo linazua utata chamani. Haya yanajia wakati ambao mdadisi wa masuala ya kisiasa Advice Mondalo akisema kwamba hilo ni jambo la kawaida, wakati mridhi anata futwa na wananchi ndio watakaoamua ni nani. Raila Odinga alijitokeza na watu wakaona kwamba huyu kiongozi anatuelekeza vema, sio kwamba yeye alirithi mtu fulani, na ndio sababu in his wisdom Raila alijua kwamba huwezi chukua mtu umpee watu, ni watu wanajipatia kiongozi. Kwa hivyo hata wakati huu watu wenyewe watajipatia kiongozi wao. Oburu ameonekana kujitokeza wazi na kuwaonya viongozi wa ODM dhidi ya kununuliwa na mirengo mingine kwani watazamia kama wana ODM, kauli inayoungwa mkono na katibu mkuu Edwin Sifuna akisema kwamba wao wako tayari kusimamisha mgombea ifikapo mwaka 2027, ila viongozi wengine wanapinga kauli hiyo na kudai kwamba watakaa serikalini, kwani hapo ndipo Raila aliwaacha. Na ikiwa nyinyi mnaruhusu watu kuingilia nyinyi, polepole pole na pesa na nini na uongo na porojo, ninyi mwe yim, gangari ikiwa mtu ameleta kitu ya kukula wekula tu, lakini hiyo ni shauri yake ye. Ni wewe ni mwana chungwa. This agreement does not constitute a coalition agreement with UDA. Baba alisema nini? Alisema tunadhifishe chama chetu kwa ajili ya uchaguzi wa mwaka 2027 tuweze kutoa na sisi candidate wa kuchaguliwa mwaka 2027 we will remain inside the broad based government because that is what we agreed with baba and come 2027 odm will either form government as a party or be part of the coalition that will form the next government of the republic of kenya Mundalo kwa upande wake, akionekana kutofautiana na kauli za katibu Sifuna, akisema kwamba ni yeye alitia saini mkataba wa makubaliano baina ya ODM na Kenya Kwanza kuunda serikali jumuishi, hivyo yote anayosema hayana msingi unaofaa. Na ODM imesema kwamba wako na uh, a working relation with UDA mpaka wako na 10 point agenda. Kwa hivyo hata Edwin Sifuna ako ndani ya serikali lakini maswala ambayo akishamaliza kuongea statement pale anakuja kufanya populist statement, vitu za kufurahisha mwananchi. Sasa na mwananchi ab, nasema mwananchi lazima aerevuke. Yeah, anataka aseme kitu afurahishe mwananchi lakini bado you can't have your cake and eat it at the same time. Uchaguzi wa mwaka 2027 unapowadia, je, chama cha ODM kitasalia katika serikali jumuishi hadi mwaka 2027 au watagombea urais? Ni swali lenye utata kwani semi kinzani zinaendelea kujitokeza chamani hata baada ya kifo cha Raila. Fredrick Kwambua, Undugu TV.